Sasa nimewapa mfano nimewapa mfano, hii mambo ya watu kupotea. Nimewapa mfano hivi, kama watu wanaweza wakafanya jambo la njama na wakajua hili jambo moja kwa na wanatafuta kukosanisha watu na wanajua moja kwa moja ili atakayelaumiwa ni serikali, wanashindwaje kufanya, if there is a mission, wanashindwaje kufanya kama mtu anaweza akachukua hatua ya kusafiri na mabomu na kama tu ready handed na mabomu, wanashindwaje n ku... wanaweza, yani akawaza nani huko hivi huyu tukian, itajionekana tu so all of them. Wa Tanzania inahitaji tuamke, alafu yale ambayo ni ya msingi turekebishe, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Nilikuwa naelezea hilo la watu kuogopa watu kuteka watu kupotea, so si jambo jema, niwaambia na mwanzo, si jambo jema, na the government is concerned with that one. Sasa nija na lile watu wangapi mmoja um, aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja. Na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi aina gani hiyo ya, ya kuselebreti mtu mtu, maisha ya mtu Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye, kwenye, kwenye miko ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo tumsikuizi watu wameshakuwa wepesi tu. Mtu ameondokewa na, na mpendwa wake wewe una post like uh, una post kama picha ya engagement. Mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID e, bungeni nilisema hivyo guys. Why should, why are we celebrating, how, why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought, I thought, I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea, limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo, vurugu yoyote ikitokea, there is a loss of lives. tume, tume, tume nani wote, and then we are now busy, we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Mnataka tuanze kuhesabu kama mafanikio? Guys, mnataka tuhesabu kama magari? lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari? Guys, watu wanapoteza watu, watu, watu, watu, watu wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari? na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa anasema ni watu hawa, hayuko hapa hata hapo hayo, anasema tu ni watu hawa hapa ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona, tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake, kuna magari plate namba hata si za nchi hii. na na sisi, kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it huku, huku mi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni, ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza, wa nikiona watu wanaingia na mabomu alafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona wanawajua waliowaua wa, ambaye hayuko hata hapa, amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona, mlikuwa mnaona hata na nyie ameanguka mmoja, pale kaanguka hivi, pale ka Yes, we admit that vurugu hii has been with loss of lives. Alafu wale wanau, wanao wanao wanaoonesha wanaoonesha wanaoonesha hectares and hectares za watu wamelala wame wa, wa, wa. Sisi sisi jamani hivi hivi do you know hivi do you know I, I, I, what does it mean watu watu hiyo kama wale wanaotaja sisi tuliwahi kushuhudia ma, ma, ma, kushuhudia mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. do you know, kwanza tu you, you, huwezi uka, huwezi eh, eh, kwanza mji huu tu, harufu yake ingekuwa hivi, unajua damu ya binadamu ilivyo? Wanaongelea tu elfu eh, ngapi, sijui laki ngapi. Guys, tuwe makini, there, there is a, an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've, I've, I've, I've been emotional lakini I'm, I'm just trying to wear the shoes, najaribu na kuvaa viatu hivyo kwamba look, how watu wanafanyaje celebration za jambo la aina hii and then, na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, at a very family level na akaenda kumhifadhi mtu wake huku nako akaenda kwyo naye akaenda kumbukeni kwa mfano, kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, ilipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokuwepo, yani muwe shuleni muwe wapi. Kwa hiyo meli moja kila mtaa. Wana jambo hawa watu, wanaonyesha hectares ende hectares, eti kwamba hey, guys, let's be sincere, we admit kuna, kuna jambo loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu and let us respect fami families, familia tueshimu Tuwape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo moja mbili tatu ambayo ina, bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wa wanalolitaka, wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wa wanalolitaka. Mimi ningetamani kuweka staa sana tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families. Na kwa sababu tume imeundwa, tutoe nafasi hiyo, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi, tusiende na wale wanao wenye jambo lao Ay, jambo limetokea has been with loss of, of the people. Kwa nini tusipate tusi taarifa za eneo hilo, i, za jambo hilo hilo lilotokea hata tukaweka picha za nchi nyingine eh? Guys, wa Tanzania wale wanaofanya wale wanao sherehe wana jambo wanalolitaka wana, wana wana mimi nimeiongea hiyo tu emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu inahusisha maisha ya watu inahusisha maisha ya watu, si jambo la kuselebrati bila kuwa na uhakika, si jambo la kuselebrati bila kuwa na uhakika. Jambo lingine amesema mwenyekiti reforms. Reforms, zimefanyika reforms zimefanyika jambo lililohusisha lili sheria tu, ya tume huru ya uchaguzi limefanyika, yalikwepo tena haya, hayakutoka chama tawala ya kwamba mtu asipite bila kupingwa. Haya yaliletwa na wadau pamoja na vyama na, vingine kwamba pasiwepo na hii mambo ya mtu kupita bila kupingwa yalikuwa accommodated. Hii ni, ni, ni, ni lengo ya kusikiliza yalikuwepo mambo ya ya kuwa na kuwa na ya wakurugenzi kutokusimamia yaliletwa na yenyewe yalifanyika. Kulikuwepo na mambo ya, ya kwamba hivi vyama vingine vinakuwa vyama vya upinzani bado vichanga visaidiwe magari, ilifanyika. Vyama vyote vyenye wagombea walipewa magari, nadhani mgombea na mgombea mwenza. Ilipita hiyo na yenyewe kwenye sheria. Sasa hii nyingine ambayo ilikuja kuletwa three months before the election ndo eh, mambo ya kuanza kujiuliza hao watu wanaitakia nini Tanzania au can you do that one na, na, na Amidi hapa amesema eh, la jambo la mgombea mwenza, mambo ya katiba. Wapi waliwahi kuandika katiba kwa miezi mitatu na waelekee kwenye uchaguzi hii hata hita ile pendekezwa tulipambana karibu miaka mitano na tukuipata miezi mitatu, unapata katiba gani? Kwa hiyo mengine hayo ni haikuwa haikuwa sababu kwa kweli, na nadhani kwa kuwa tumeshapita, na mimi niwaombe kwa kuwa huko kwingine tulishapita, tusiangaike tusi, tusi tusidwel sana kwa sababu kama haya mambo yanayohusisha ya wengine ya yana gharama ya, ya, ya maumivu ya mioyo tu, tuendeni na mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ameutoa wa kuvuka hapa and then kama eh, eh, amid hapo unasema mambo ya mgombea ya binafsi ni mambo ya katiba. Haya sio mambo ya, sio mambo ya sheria, ni mambo ya katiba haya, na, na kwa sababu jambo la katiba liko kwenye ilani tukisha seto haya mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyatolea mwongozo tukajua haya kilicho tukaelewana tukaayanaoti tukarejesha tuka umoja Watanzania wa, wa wawe wamoja wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Those are the things ambazo zinatakiwa ziendelee kupitia kwenye masuala ya katiba na haya mambo yamo kwenye ilani. Uh, mambo ya kwa nini serikali na amesema inaingilia kwenye editorio ili na lenyewe amna amna, jambo moja hivi unasema, serikali ime, imefanya kama kuna incidence I think we, we did with the incidence, kama imetokea incidence ya aina hiyo, lakini Tanzania iko kwenye rekodi ya kutokufanya mambo ya aina hiyo. Tanzania, jamani, nyie ndio simko hapa, hivi mngejua, mngejua mgejua magnitude ya, ya freedom of speech and uncertainty of freedom after speech <laughs> eh? Nye? Eh? Freedom. You are, you are guaranteed freedom of speech not freedom after speech. Hii Tanzania haimo kwenye level hizo za kufuata kuingilia watu kwenye editorials eh. Ikitokea incidence, ni incidence tu, na kwa, kwa, kwa miko tuliyojiwekea wenyewe ya kushughulikia incidence tu. Mimi niwaombe tusiende kwa, kwa, because ni nchi yetu na sisi hizi ni, ni, ni sekta zetu na, na, na sheria ni zetu. Nadhani dhani tunavyoenenda kwenye mambo ya, ya, ya press, hata ninyi mlivyo mlivyo mlivyo anza mwanzo kuelezea mmeelezea the cooperation ambayo imekuwa kama iko incidents, tutashughulikia hizo hizo incidents tu yes. Mmeelezea wakati mnamkaribisha mna waziri, mlivyomsema waziri im, im, imeportray what has been the relation between the government na na mwaka jana tu taasisi za uandishi zote tulikuwa tunafanya tuzo, si hivi? Ni mwaka huu tena, hata sio mwaka jana tuzo, unaweza kupata tuzo kwenye unaweza kupata tuzo kwenye